So, wanaitanaje wanaitanaje, wakuu wakuu wakuu. <laughs> Wele, kuna ino information flani ambayo nimeipatana nayo leo ambapo kuna msichana flani hivi ambaye alikuwa ya safiri na alipofika zake airport akapata kuna mizigo ambayo imemzidi ama kuna luggage ambayo amebeba imezidi ile kilo ambayo ameambiwa asafiri nayo ama ile kilo ambayo ameruhusiwa kusafiri nayo na huyu demu bana, kitu ambacho alisema alisema kwamba alitoka nje airport kiasi kidogo na akapatana na wa Nigeria flani ambao walimpa mzigo ama not kumpa mzigo lakini walimpa nitasema idea ambazo zilimfanya mpaka msichana akatoboa kusafiri na mizigo yake ile ile ambao alikuwa ameambiwa apunguze hiyo mizigo. Hebu tumsikilize kidogo, afu na story fulani ambayo ilinipata mimi mwenyewe safari yangu ya kwanza nikitaka kurudi zangu nyumbani. <coughs> Nikafika pale kwa mashini ukaniambia niko na 14.5, nitoe kilo tatu. Nikaenda kwa wa Nigeria wako wako inje, akanikunjia hizi, akanifungia kwa Waka kiuno, akanieka headphone kwa kiuno, hizi ni mfuko kwa masimu na hapa hapa ndani. Hizi ni matrauma. Sio, sio, sio This is wabaya wote, masaibu ya kusafiri kujaribu kuiba <muchos> Eh? biashara si rahisi guys. Biashara is not easy. Look at me wearing trousers. Ningevaa kama Congolese lakini ni za mtoto wangu. Masaibu ya safari, safariat mimi siku nyingi sana wanasema kwamba Wakenya watafika mbinguni wakiwa wamechoka sana, yani Mkenya yani... Hakuna mkenya ambaye ni mpumbavu. Kila mkenya ni mjanja na ujanja wake na janja janja zake. Sasa sijui kama huu ujanja utasema ni wa mkenya ama ni ujanja ambao alipewa na Wanigeria, na sasa nataka nikupe story yangu ambayo ilinipata ili, nifa, ili, ili, ili mimi uh, ah, hamadi international airport eh, wakati safari yangu ya mwanzo kabisa nikisafiri zangu Qatar. Ile time ambayo narudi zangu nyumbani bana, nilikuwa nasafiri na Qatar airways by that time, na nakumbuka vizuri sana kwamba ule mzigo ambao nimebeba <coughs> lebaga nilikuwa nimeambiwa inaruhusiwa ishirini na tatu kilograms peke yake, yani kilo ishirini na tatu peke yake, sifai kuzidisha. Naweza nikapunguza, kisifai kuzidisha, na mi nilikuwa na bagi moja tu peke yake. Na nakumbuka vizuri sana wakati huo, ankoli yangu tunafanya unafanyaa kazi na ankoli yangu ambaye alikuwa amenipa some books eh. <coughs> a vitabu fulani Guys, leo niko na ko nanisumbua, lakini wewe alikuwa amenipa vitabu fulani ni mbebe sasa. Tupofika pale airport vikapimwa eh, ikapimwa ile mzigo wote pale ikapatikana 25 point something, 25 kg point something grams, grams mbele mbele, mm -hmm. So nikaambiwa nipunguze, nipunguze zile vitu nizirushe kwenye mahali ama kwenye, kuna charity hapo, kuna ile jibini vijikubwa hivyo ambao wafanya warusha, ni kama una kitu yote ambayo umebeba ambayo haistahili inafaa urushe kwa ile kwa ile bin pale So I was like hizi vitu zote nazisirusha vipi? Kuna mzigo wa mkole wangu amenipea hapa vitabu, does it mean ya kwamba nirushe pia na nikirusha atanielewa ya kwamba nimerusha, ama nirushe alafu nichukue video nikirusha, nimuonyesha kwamba narusha? What am I going to do? na atajiuliza kwa nini sikurusha vyangu, nimerusha vyake You know those questions, eh? Sasa nikaanza kujitetea kwamba kwa nini nimembebea vitu vyake hata. So I had that question kwa sababu ilikuwa si vitu ambavyo vinatishia masuala ya customs za kwamba labda kuna madawa ya kulevya yamewekwa pale ndani. Ilikuwa si kama hivyo. Ilikuwa ni vitu normal kwa sababu ni vitabu tu unaweza kusoma. So what I did, nilijaribu, nilitoka tu pale mahali ambapo napimwa mzigo, nikageuza pale pale Hamad International Airport Qatar, nikasonga kando kiasi hapo. Nikaanza kuchukua nguo fulani ambazo ziko pale ndani, nikazivaa mara mbili mbili. <laughs> So kama kuna shati kama hii, napiga hii shati, alafu hii vest, nachukua vest kama tatu nazichanganya ndani, alafu na hii shati nachukua kama shati moja ambayo ile ambayo sio vifuniko, navaa kama tatu hivyo, alafu nachukua hii ambayo ina vifungo na iweke ile ya juu Asiona napo nimepunguza tare sam kilos. Alafu trouser na vatrouser kama mbili kwa pamoja, alafu na ile jacket ile ambayo so, na yenyewe nasema la baridi na lieka huku na huku, ile nachukua bifua na vitia huku, kama ni kitu natia, kama ni kitabu natia huku, unasema ni novel yangu na nasoma juu ya ndege. So i did that paka nikajipata nimepunguza almost 2 point something kilogram. Yeah, from experience mimi mwenyewe nilipata nilipunguza almost 2 point 2 kilogram at certain grams mpaka naena pima pale, ile madam akapata iko 23 point something, akanambia okay, unaweza enda sasa hivi.